Hili linaelezwa kutokea usiku wa kuamkia leo ambapo mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka amefika katika eneo la tukio na kusema vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kufanyia uchunguzi tukio hili. Watu watatu wa familia moja, maana ya mume, mke pamoja na mtoto wa miaka minne wamepoteza maisha. Sisi kama serikali ya wilaya, tumepokea jambo hili kwa mshtuko tumepokea jambo hili kwa masikitiko makubwa, lakini jambo hili limetokea, linatukumbusha pia ami, niendelee kutoa rai kwa wanamsoma wote kuendelea kuwa makini katika hali zote, lakini kubwa vyombo vya dola, uh, hususan jeshi la zimamoto na vyombo vingine, kwa umoja na kwa ushirikiano, wanaendelea kufanyia kazi hasa kubaini chanzo hasa ni nini. Kaimu kamanda wa zimamoto mkoa wa Mara, Gastin Magere, anaelezea kuhusu tukio hilo. Baada ya kikosi hicho kufika katika nyumba hiyo, inakadiriwa ilikuwa na vyumba vinane, lakini ni sehemu mbili ambazo upande mmoja alikuwa anakaa wapangaji na upande mwingine pia walikuwa wanakaa wapangaji. Katika vyumba vilivyoteketea vyote ni vyumba vinne na vinne vimeweza kuokolewa. Sambamba na hilo, kumetokea madhara ya vifo ambako kumetokea vifo vya watu watatu ambaye ni baba mwenye nyumba ambayo alitambulika kwa jina la Loch Shabani Mkole, miaka 39; ni kabila lake ni Mkwele, yeye ni meneja wa ubora wa maji mkoa wa Mara. Lakini kifo cha pili imetambulika mama ambaye ni mke wake Mariam George Msigwa, yeye anakadiriwa kuwa na miaka 34, kabila lake ni Mbena. Lakini kifo cha tatu ni mtoto atambulika kwa jina la Loch Mkole ambaye anakadiriwa kuwa na miaka minne ni mtoto wa kiume. Kwa sababu ilikuwa usiku wa manane, tumeshituliwa tu ghafla usingizini kwamba nyumba inaungua. Basi baada ya kusikia yowe, watu wanapiga yowe, ndio tukakimbia kuja kushuhudia ili tukio, tukifikiria labda jirani aliyetokewa na tukio la moto, nawezekana labda yuko nje, tukamtafuta, tukuweza kumwona. Basi katika kutomwona tukajua yumo ndani, lakini baadaye zimamoto limekuja limezima moto, limejitahidi kwa kweli, wamejitahidi sana basi, ndio tukawa tumesubirisha tume, ndio wakasema tayari wako ndani wote, familia nzima, mme na mke na mtoto, wameshafariki fariki. Augustine Mgendi FM.